Ni miaka mingi sana imepita Harmonize pamoja na Diamond hawaongei, yaani walikuwa na bifu ule, ubaya ubaya. Lakini mwisho wa siku Harmonize akagundua kwamba alikosea, hivyo akaamua kumwomba Diamond msamaha. Aliweza kuandika ujumbe mzito sana kwenye piji yake ya Instagram akimuomba Diamond msamaha kwa yale yote ambayo yaliwahi kutokea hapo awali. Tunafahamu kwamba Diamond ndiye ambaye alimsaidia Harmonize kwa hali na mali na hata Harmonize mwenyewe anafahamu kwamba Diamond ndiye mtu ambaye alimsaidia, ukiwa hamna mtu mwingine ambaye alimwona, lakini Diamond alimwona na kumsaidia Harmonize. Na mwisho wa siku Harmonize naye akatoboa, baadaye akatoka kwenye record label ya dab WCB Wasafi, lakini sio kwa uzuri, ni ubaya ubaya, lakini mwisho wa siku Harmonize akagundua kwamba alikosea, hivyo akaamua kuomba msamaha. Na baada ya kuomba msamaha, basi walikutana kule Zanzibar kwanye tunzo zile za Trace Music Award ambazo zilifanyikia kule Zanzibar. Na walivyokutana kule tulishuhudia kwamba walisalimiana kwa pamoja, walipiga stori kidogo, kitu ambacho kilionyesha kabisa kwamba ule msamaha ambao aliuomba Harmonize basi ulikubaliwa. Na baadaye wakati Harmonize anaperform pale jukwani, huku Diamond akimwangalia mtu ambaye aliwahi kumpa msaada, aliyemtengeneza, akiperform alifurahi sana na kumpigia makofi kwa kile kitu ambacho alikifanya, akimaanisha kwamba kitu ambacho nakifanya ni kizuri sana na, na kupa hongera kwa kitu ambacho unakifanya. Kwa hivyo aliweza kumpigia makofi Harmonize, na mwisho wa siku mambo akaendelea kuwa mazuri kabisa. Na hata wakati wa Diamond pia akiperform, tulishuhudia Harmonize naye akionyesha upendo mkubwa na kuonyesha kwamba anapenda sana kile ambacho Uh, bosi wake wa zamani anakifanya. Aliweza kuenjoy sana siku hiyo wakati anamwangalia bosi wake akiweza kuperform pale jukwani, basi aliweza kumpigia makofi, na mwisho wa siku uh, upendo kazidi kuwa mkubwa kati yao. Hiko kikaonyesha kabisa kwamba hawa watu hawana bifu wala hawana ugomvi hata kidogo, kwa sababu tayari wameanza kusapotiana katika kazi zao uh, tofauti na jinsi ambavyo watu wengi walikuwa wanategemea kwamba labda hili litakuwa ni bifu la siku zote, lakini kwa Harmonize kugundua makosa yake na kuomba msamaha, basi Diamond aliweza kumsamehe na mwisho wa siku akaanza upya kule Zanzibar. Lakini pia kitu kikubwa ambacho kimetokea, nikaona nikuletee story hii mpenzi mtazamaji, ni kuhusiana na kitu ambacho Diamond amekifanya. Hiki kimeonyesha kabisa kwamba yeye mwenyewe pia amekubali kwamba Harmonize ni ndugu yake, ni msanii ambaye alimsaidia, basi hamna budi kuacha yale ya nyuma na kuendelea na mambo mengine mapya huko mbeleni, bado safari ni ndefu. Leo Diamond ameweza kuposti video ambayo alikutana na Harmonize kule Zanzibar, ameposti kwenye page yake ya Instagram, kitu ambacho kimeweza kufurahisha watu walio wengi sana, wakisema kwamba ni kweli hata Diamond naye ameonyesha kwamba kweli hahitaji kuwa na bifu na mtu yoyote yule, hasa sasa kwa upande wa Harmonize, kwa sababu ni watu ambao walifanya kazi kwa pamoja, na pia Diamond anasema kwamba ni shabiki mkubwa sana wa mzee mzima Harmonize, na toka awali kipindi hicho aliwahi kumwambia Harmonize kwamba wewe una vocal kali sana yaani, wewe ni msanii ambaye umekamilika, uh, na vitu kama hizo. Maneno hayo alizungumza Diamond wakati wakiwa studio wanaandaa ngoma ya pamoja kipindi hicho. Basi Diamond alimwambia Harmonize kwamba wewe una vocal kali sana, na mwisho wa siku utatoboa na kufanya makubwa katika mziki wako. Na nikweli Harmonize ilifanya vizuri, na mpaka sasa anazidi kufanya vizuri na ngoma zake zinaenda viral, ile kina manoma bwana. Katika hilo maoni gani mpenzi mtazamaji wa Zedee Media kwa hiki ambacho kinaendelea kwa masta wetu hapa Bongo ambao wameweza kufanya vizuri kipindi cha muda mrefu na kutokea sintofahamu ya hapa na pale, lakini mwisho wa siku wakaamua tena kurudi upya kufanya matengenezo pale ambapo waliwahi kukosea, dondosha maoni yako, lakini pia usisahau kusubscribe, kulike na kushare.